Kuna watu wanaishi katikati yetu, lakini mioyoni mwa watu wamefukiwa. Wanaonekana kila siku, wanapumua hewa ile ile, lakini hawahesabiwi kama binadamu kamili. Habari wapenzi wa simulizi, karibu MK Mastori. Leo nina simulizi ya Kadiru, kijana aliyechukiwa bila sababu, kijana aliyebeba lawama zisizo zake. Kijiji kizima kilimchukia, walimtukana, walimfanyia ujinga na siku moja walimtupa mtoni, lakini kilichotokea baadaye hakuna mtu aliyeweza kuamini. Kama wewe ni mpya hapa kwenye chaneli yangu, tafadhali subscribe kwa simulizi mpya za Kiswahili kila siku. Upige like video hii ili nisaidie kufikia watu wengi zaidi. Naandika maoni yako hapa chini, unatufuatilia kutoka wapi? Nairobi, Tanzania, USA, UK? Niambie basi, jiandae kwa sababu simulizi hii itakushangaza. Tuanze hadithi ya Kadiru. Kadiru aliishi karibu na mto mkubwa uliokatiza kijiji. Huo mto ulikuwa chanzo cha maisha na pia hofu. Watoto waliambiwa wasikaribie, wakidai una roho. Lakini kwa Kadiru, mto huo ulikuwa mahali pa kutuliza mawazo. Hakujua ndiko kungekuwa mwanzo wa hatima yake. Jamii inapomchagua mtu wa kumwaga chuki, ukweli hauhitajiki tena. Mtu mmoja hubeba mzigo wa wingi bila kosa. Huu ni mwanzo wa maumivu yanayotengenezwa na wanadamu wenyewe. Kadiru hakuwa dhaifu, bali alikuwa mpweke. Siku zilivyoendelea, manunguniko dhidi ya Kadiru yaliongezeka. Mavuru yalipoharibika, jina lake lilitajwa. Mgonjwa alipokufa, walimtazama kwa macho ya lawama. Hakuna aliyethubutu kumtetea hadharani. Chuki ilianza kubadilika kuwa hatari. Wazee wa kijiji walikaa vikao vya siri. Walizungumza juu ya usalama wa kijiji. Jina la Kadiru lilitajwa kwa sauti ya tahadhari. Hakuitwa kujitetea wala kusikilizwa. Uamuzi ulifanyika bila yeye kujua. Usiku mmoja, Kadiru alipokuwa akirudi nyumbani, alizingirwa. Hakupigwa mara moja, bali alifungwa midomo kwa vitisho. Macho aliyoyaona hayakuwa ya hasira, bali ya hofu. Hapo alijua jambo baya linakuja. Haki inapokufa, hofu huvaa jina la uamuzi. Watu walimtoa kafara ili wajisikie salama. Lakini usalama unaojengwa juu ya dhulma hudumu kwa muda mfupi. Kadiru alikuwa tayari amehukumiwa. Walimburuta kupitia vichochoro vya kijiji. Hakuna aliyefungua mlango wala kuuliza. Sauti za usiku zilifunika vilio vyake. Alitambua kuwa yuko peke yake kabisa. Hata nyota zilionekana kuficha mwanga. Walipofika mtoni, maji yalikuwa yanapiga kwa nguvu. Mto ulionekana mweusi kuliko kawaida. Mmoja wao alisema, Hapa ndipo tatizo linaisha. Kadiru waliomba apewe nafasi ya kuondoka. Hakusikilizwa. Mikono ilimsukuma bila huruma. Mwili wake ulianguka majini kwa kishindo kizito. Baridi ya maji ilimpiga kama radi. Alisikia sauti zikiondoka bila kuangalia nyuma. Giza likamfunika. Hapa ndipo binadamu huvuka mstari wa ubinadamu. Kadiru hakutupwa kwa kosa, bali kwa hofu ya watu. Mto ukawa shahidi wa dhuluma ya kimya, lakini simulizi haikuishia hapo. Ndani ya maji Kadiru alipambana na kifo. Mikono ilikosa nguvu, pumzizi zikakatika. Kumbukumbu za maisha yake zilimpita kwa kasi. Hakupigana kwa hasira, bali kwa matumaini. Alikataa kufa kwa njia hiyo. Kwa bahati isiyoelezeka aligusa mzizi wa mti, aliushika kwa nguvu ya mwisho. Maji yalimsukuma lakini hakuuachilia. Taratibu alijivuta pembeni, alitoka majini akiwa hoi. Alilala ufukweni kwa muda mrefu bila fahamu. Mwili wake ulitetemeka kwa baridi, lakini moyo wake bado ulikuwa unapiga. Alipozinduka machozi alimtiririka. Hakuwa amekufa. Mara nyingi maisha hushikilia mtu kwa kamba nyembamba sana. Kadiru alinusuru sio kwa nguvu, bali kwa kusudi. Kifo kilimpita karibu, lakini hakimchukua. Alijua hawezi kurudi kijijini, alijua jina lake sasa ni la maiti. Alisimama kwa maumivu, akitazama mto. Ndani yake kulikuwa na maswali mengi, lakini jibu moja lilikuwa zito: aondoke. Akiwa anahema, alianza kutembea kando ya mto. Hakujua anakokwenda lakini alijua anakotoka. Usiku ulimpanda linzi wa kimya. Kila hatua ilikuwa nzito lakini ya lazima. Hatima mpya ilikuwa mbele. Asubuhi ilipochomoza, Kadiru alitoweka kabisa. Kijiji kiliamka bila kujua hakufa. Walidhani mto umechukua tatizo lao, lakini hawakujua walikuwa wamepanda mbegu ya ajabu. Mbegu ya utajiri, siri na mshangao. Jua lilipochomoza kikamilifu, Kadiru alikuwa bali tayari na kijiji. Nguo zake zilikuwa nzito kwa maji na matope. Kila hatua iliumiza, lakini hofu ya kurudi nyuma ilikuwa kubwa zaidi. Alitembea akifuata mkondo wa mto bila mpango maalum. Ndani yake kulianza kuwaka hamu ya kuishi upya. Njaa ilianza kumtawala kadri muda ulivyopita. Hakubeba chochote zaidi ya pumzi yake. Aliona matunda porini na kuyala bila kujali ladha. Maji ya mto yakawa rafiki wake wa kwanza. Aligundua kuwa kuishi wakati mwingine kunahitaji unyenyekevu. Mchana ulipokaribia, aliona miamba mikubwa iliyofanana na mapango. Sehemu ile ilionekana kutelekezwa kwa miaka mingi. Hakukuwa na mosi wala nyayo za binadamu. Aliamua kujificha humo apumzike. Hakujua angeingia mahali pa kubadili maisha yake. Wakati mwingine, mwanzo wa baraka hujificha ndani ya uchovu. Binadamu anapofukuzwa na ulimwengu hulazimika kujitafuta upya. Kadiru hakuwa anakimbia tu watu, bali alikuwa anakimbilia hatima yake. Safari za muhimu mara nyingi hazitangazwi. Ndani ya pango kulikuwa na harufu ya udongo wa zamani. Mwangaza uliingia kwa mistari midogo kutoka juu ya miamba. Alikaa chini akiegemea ukuta baridi. Macho yake zilizunguka taratibu kama anayechunguza. Hapo aligundua kitu kisicho cha kawaida. Pembeni kulikuwa na sanduku lililofunikwa na vumbi zito. Halikuonekana kama kitu cha kawaida cha msafiri. Lilikuwa la mbao hundi likiwa na alama za kuchongwa. Kadiru alilisogelea kwa tahadhari kubwa. Moyo wake ulianza kupiga haraka sana. Alipojaribu kulifungua, kwanza lilikataa. Lakini baada ya kulisukuma kwa nguvu, likatoa mlio mkavu. Ndani kulingaa mwangaza wa njano uliomfanya afumbe macho. Ilikuwa ni dhahabu. Vipande vingi vilivyopangwa kwa uangalifu. Pamoja nayo kulikuwa na karatasi za maandishi ya kale. Bahati hubishi kelele; inapokuja hujitokeza kimya mbele ya macho yasiyotarajia. Lakini si kila anayeiona anaweza kuitumia kwa hekima. Mtihani wa Kadiru hakuwa kuipata, bali kuimudu. Kwa muda alikaa kimya, akishindwa kuamini. Aligusa vipande vile kuhakikisha sio ndoto. Machozi yakaanza kumtiririka bila kujizuia. Usiku uliopita alitupwa kama taka. Sasa alikuwa amekaa juu ya hazina. Alianza kusoma yale maandishi taratibu. Yalisimulia kuhusu wafanyabiashara waliopita njia hiyo. Walificha mali yao wakikimbia vita isiyojulikana. Ramani ilionyesha maeneo ya masoko makubwa na pia ilitoa maonyesho kuhusu tamaa. Kadiru alifunga sanduku haraka kana kwamba mtu angemwona. Hofu mpya ilizaliwa ndani yake. Alitambua utajiri unaweza kuwa hatari kuliko umaskini. Alihitaji akili tulivu kuliko furaha. Hapo ndipo alipoanza kufikiri kama mtu mpya. Utajiri wa ghafla humfunua mtu alivyo ndani. Wengine hukimbilia anasa, wengine hujenga misingi. Kadiru alichagua kufikiri kabla ya kutenda. Hapo ndipo tofauti ya maisha yake ilipoonekana. Usiku huo hakulala sana. Alikaa akipanga mustakabali wake. Jambo la kwanza lilikuwa kutorudi kule alipotupwa, la pili lilikuwa kuficha siri yake. Alijua ulimwengu hauwasamehi waliobadilika ghafla. Asubuhi ilipofika, alichukua kiasi kidogo tu cha dhahabu. Aliificha vizuri ndani ya nguo zake. Sanduku alilibakiza pangoni, akilifunika kama mwanzo. Hakutaka tamaa imfanye kipofu. Subira ikawa silaha yake. Alianza safari kuelekea mji wa mbali aliyowahi kusikia habari zake. Njiani alibadili mwonekano wake kadri alivyoweza. Alinunua nguo mpya ili asitambulike kama mkimbizi. Kwa mara ya kwanza, watu walimtazama bila dharau. Hisia hiyo ilikuwa ngeni kwake. Wakati mwingine heshima huanza na namna unavyojionyesha. Jamii huona kile macho yanayoruhusu. Kadiru alikuwa bado yule yule ila sura ya maisha yake ilibadilika. Ndani ya mabadiliko hayo kulikuwa na tahadhari. Alipofika sokoni, aliuza kipande kidogo cha dhahabu. Mfanyabiashara alimwangalia kwa mshangao, lakini hakumuuliza mengi. Pesa alizopata zilimtosha kuanza upya. Hakununua vitu vya fahari, alichagua mwanzo wa kawaida. Alipanga kuingia kwenye biashara ndogo. Kwanza aliangalia watu walivyofanya mazungumzo yao. Alisikiza zaidi kuliko alivyoongea. Kila siku alijifunza jambo jipya, polepole hofu ilianza kupungua. Usiku mmoja alitazama anga na kuvuta pumzi ndefu. Siku moja tu baada ya kutupwa mtoni, maisha yake yalikuwa yamegeuka. Hakutaka kulipiza kisasi tena, alitamani kuwa mtu ambaye hatima yake ilisimamiwa na hekima. Na siri yake ikawa mwanzo wa utajiri wake. Alijifunza soko kabla ya kulitegemea, alijua lini bei hupanda na hushuka. Wengine walifanya biashara kwa mazoea, yeye alifanya kwa uchunguzi. Hasara ndogo zilimfundisha kuliko faida rahisi. Akili yake ilizidi kuwa makini kila siku. Kadri mtaji ulivyoongezeka, alipanua biashara taratibu. Alianza kusafirisha bidhaa kwenda miji jirani. Hakuruhusu jina lake lionekane sana kwenye mikataba, alitumia mawakala waliomwamini. Siri ikabaki ngao yake. Watu wengi hutaka kukua haraka, lakini ukuaji wa haraka huzaa macho mengi. Kadiru alichagua mwendo wa pole uliodumu. Siri yake haikumfanya mwoga, ilimfanya makini. Hekima mara nyingi huonekana kama ukimya. Siku moja, mfanyabiashara mkongwe alimchunguza kwa muda. Alishangaa kuona kijana mwenye maamuzi mazito kiasi kile, akamwalika mezani kujadili ushirikiano. Kadiru alisikiliza zaidi kuliko walivyoongea. Huo ukawa mwanzo wa milango mipya. Aliwekeza kwenye magala badala ya anasa. Alijua mali inayozalisha ni bora kuliko inayopendeza macho. Wakati wengine walinunua mapambo, yeye alinunua fursa. Faida zikaanza kuongezeka bila kelele. Heshima ikamfuata polepole. Pole alijifunza pia kusoma na kuandika kwa ustadi mkubwa. Maandishi yale ya kale yalikuwa yamemfungulia hamu ya maarifa. Aliajiri mwalimu wa faragha kumfundisha hesabu na sheria za biashara. Hakutaka kubahatisha tena maishani, ujinga haukuwa chaguo kwake. Utajiri unaokosa maarifa huwa mgeni wa muda mfupi. Kadiru alielewa kuwa akili ndiyo hazina isiyoibiwa. Kujifunza kulimpa macho mapya ya kuona dunia. Ndipo mafanikio yake yakaanza kuwa thabiti. Habari za Bwana Kadi zilianza kusikika masokoni. Watu walimjua kama mtu wa neno moja. Hakuvunja makubaliano hata yalipomuumiza. Uaminifu wake ukawa mtaji mwingine mkubwa. Biashara zikamiminika kwake. Licha ya mafanikio, alibaki mtu wa tahadhari. Usiku mwingine aliota anatupwa mtoni tena. Ndoto hizo zilimkumbusha alikotoka. Hazikumvunja, zilimfanya awe macho zaidi. Aliahidi kamwe hatarudi kuwa dhaifu. Baada ya mwaka mmoja, alirudi pangoni kimya kimya. Sanduku lilikuwa bado pale, halijaguswa. Alichukua sehemu nyingine ya dhahabu kwa mpango maalum. Sasa alijua jinsi ya kuitumia bila kuzua shaka. Hazina ikawa injini ya ndoto zake. Kumbukumbu za maumivu zinaweza kuwa mwongozo bora. Badala ya kukimbia historia yake, aliitumia kama dira. Kadiru hakuwa tena mwathirika wa jana, alikuwa msanifu wa kesho yake. Aliingia kwenye biashara ya usafirishaji kwa kutumia magari makubwa. Njia zilizokuwa ngumu kwa wengine zikawa faida kwake. Alipunguza gharama kwa mipango sahihi. Faida ikarudi maradufu. Jina lake likaanza kuvuka mipaka ya miji. Wafanyakazi wake walimheshimu kwa haki yake. Hakupenda dhulma wala mishahara ya kucheleweshwa. Alikumbuka uchungu wa kudharauliwa. Hivyo alijenga utamaduni wa heshima kazini. Watu wakapenda kumfanyia kazi. Miaka miwili ilipokatika, alikuwa tajiri rasmi. Lakini utajiri wake haukupigiwa kelele. Aliishi kwa kiasi akiepuka majivuno. Wengi walimwona kama mfanyabiashara wa kawaida tu. Hakuna aliyedhani chanzo chake ni siri nzito. Utulivu ni kivuli cha mafanikio makubwa. Wale wanaojionyesha sana mara nyingi bado wanatafuta uthibitisho. Kadiru hakuhitaji makofi ya watu. Alijitosheleza kwa safari yake. Siku moja alisikia habari kuhusu kijiji chake. Kilikuwa kimeanza kudhoofika kiuchumi. Ukame na biashara duni vilikikumba. Alikaa kimya akitafakari kwa muda mrefu. Hisia za zamani zikagonga moyo wake. Hakuhisi chuki tena, jambo lililomshangaza. Muda ulikuwa umeponya sehemu ya majeraha. Aliona badala ya kisasi, angeweza kuwa msaada. Uamuzi huo haukuwa rahisi. Lakini uliashiria ukuaji wake wa ndani. Alianza kupanga kurudi karibu na eneo lile, si kama mwathirika bali kama mwekezaji. Hakutake wajue yeye ni nani. Alitamani kuona watamtazama vipi bila mkumbukumbu za jana. Moyo wake ulikuwa mtulivu kuliko zamani. Hatua hiyo ingefunga mzunguko wa maisha yake. Ushindi mkubwa si mali, bali uwezo wa kuacha chuki. Kadiru alikuwa ameshinda vita vya ndani. Kurudi kwake kingebeba funzo kwa wote. Miaka mitatu baadaye, gari la kifahari liliingia karibu na kijiji kile kile. Hakuna aliyetilia maana aliyekuwa ndani yake. Bwana Kadi alitazama mashamba aliyowahi kupita akiwa maskini. Kumbukumbu zilimjia kama upepo wa polepole pole, lakini moyo wake haukutetemeka tena. Aliona nyumba nyingi zimechakaa kuliko alivyokumbuka. Soko lilikuwa kimya, biashara zimepungua. Watoto walicheza bila viatu barabarani. Kijiji kilionekana kuchoka. Ndani yake kulizaliwa huruma isiyotarajiwa. Aliamua kununua ardhi pembeni bila kujitambulisha sana. Kupitia wasaidizi wake, alianza kujenga gala kubwa. Watu walishangaa kuona maendeleo yakianza ghafla. Jina la mfadhilia halikuelezwa wazi. Siri ikaendelea kuishi. Wakati mwingine mtu hurudi si kuthibitisha kitu, bali kukamilisha safari. Nguvu ya kweli huonekana pale kisasi kinapokataliwa. Kadiru hakurudi kama aliyedhulumiwa, alirudi kama anayechagua kuwa mwanga. Miradi ilianza kuongezeka kwa kasi. Kisima kikachimbwa ili kumaliza shida ya maji. Shule mpya ikajengwa kwa matofali imara. Walimu wakaletwa kutoka miji jirani. Kijiji kikaanza kupata pumzi mpya. Zahanati ilipokamilika, wagonjwa hawakulazimika kusafiri mbali tena. Akina mama walijifungua kwa usalama zaidi. Wazee walibarikiwa kupata matibabu karibu. Kila mtu alitaka kumjua mfadhili huyu. Lakini hakupenda sifa. Siku ya ufunguzi wa soko jipya, alifika mwenyewe. Alivaa kawaida bila ishara ya utajiri wake. Wazee walimkaribisha kwa heshima kubwa. Hakuna hata mmoja aliyemtambua. Ulimwengu ulikuwa umebadilika kabisa. Heshima ina uzito zaidi inapokuja bila kulazimishwa. Wale waliowahi kumtupa sasa walimkaribisha mezani. Maisha yana njia ya ajabu ya kugeuza nafasi. Lakini moyo wa Kadiru ulihitaji kitu kimoja zaidi, amani kamili. Mzee mmoja alimshika mkono kwa shukrani. Alisema kijiji hakijawahi kuona ukarimu wa namna ile. Maneno yale yalimgusa kwa undani. Alitazama uso wake umzee kwa makini. Alimtambua, alikuwa miongoni mwa waliomvamia usiku ule. Kwa sekunde chache, muda ulionekana unasimama. Kumbukumbu ya maji baridi ikarudi akilini, lakini hasira haikukuja kama alivyodhani. Badala yake, alihisi uzito ukiondoka moyoni. Msamaha ukachukua nafasi. Wazee walimwomba aseme siri ya mafanikio yake. Walitaka vijana wajifunze kutoka kwake. Kadiru alitabasamu kidogo, macho yakiwa na utulivu. Akasema mafanikio yanahitaji subra na nidhamu. Hakusema kuhusu mto. Sio kila ukweli husemwa kwa sauti. Baadhi ya hadithi huishi ndani ya mhusika milele. Msamaha hauhitaji tangazo. Ni uamuzi wa kimya unaomweka mtu huru. Usiku huo alitembea peke yake kuelekea mtoni. Maji yalikuwa tulivu tofauti na siku ile. Aliyasikiliza yakigonga mawe kwa upole, hakuhisi hofu tena. Pahali pa maumivu pakageuka kuwa patafakari. Alijiuliza nini kingetokea kama asingeshikilia ule mzizi. Labda kijiji changu kingesahaulika kabisa. Labda kijiji kisingepata mabadiliko haya. Alitambua kuwa maisha yake yalikuwa na kusudi, na kila maumivu yalikuwa darija. Alichukua maji kwa mikono yake na kuyaacha yarudi mtoni. Ilikuwa kama ishara ya kuachilia yaliyopita. Hakuhitaji haki kutoka kwa waliomkosea. Maisha yalikuwa tayari yamempa zaidi. Kwa mara ya kwanza alijihisi mwepesi. Ushindi mkubwa hauonekani kwenye mali bali moyoni. Kadiru alishinda pale alipoacha kubeba mzigo wa chuki. Aligeuza sehemu ya kifo kuwa mwanzo wa maisha mapya. Hapo ndipo ukomavu wa binadamu huonekana. Asubuhi iliyofuata, alitangaza mpango wa kusaidia vijana kuanza biashara. Hakutaka kizazi kipya kiishi kwa hofu kama yeye. Alitoa mikopo isiyo na riba. Ndoto zikaanza kuzaliwa mpya kijijini. Tabasamu zikarejea. Watu walimwona kama baraka iliyotumwa kwao. Walianza hata kusimulia kuwa ujio wake ulikuwa muujiza. Kadiru alisikiliza tu bila kujitetea. Alijua ukweli ungewashtua kuliko kuwasaidia. Siri ikabaki salama. Jioni moja alitembea peke yake kihusuni kuelekea milimani. Kutoka kuchukiwa hadi kuheshimiwa, safari yake ilikuwa ndefu, lakini siri yake haikuwa dhahabu, ilikuwa uthabiti wake, na hakuna ambaye angeamini. Yote yalianzia pale mtoni. Maisha yanaweza kumbadilisha aliyedharauliwa kuwa tegemeo la wengi. Usikate tamaa kwa sababu ya hukumu za watu. Wakati mwingine, kuanguka ndiko kunakokuinua na siri kubwa ya mafanikio ni kutovunjika pale dunia inapokutupa chini. Kama umefika mwisho wa simulizi hii, basi wewe ni sehemu ya wasikilizaji wa kipekee wanaopenda simulizi zenye mafunzo na msisimko. Hapa ndipo safari za ajabu huzaliwa na kusimuliwa kwa ubora. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili usipitwe na simulizi nyingine kali zaidi. Kila hadithi hapa imebeba ujumbe, siri na hisia ambazo huwezi kuzipata kwingine. Bonyeza kengele ili uwe wa kwanza kujua tunapopakia simulizi mpya. Asante kwa muda wako. Nakumbuka hadithi bora bado zinakuja.